Naam, na mwingine huyu ana masuali ya kisaikolojia anasema: je, kuhisi kutokupata utulivu katika mazingira fulani kunaweza kuwa ni ujumbe au ishara kutoka kwa Mwenyezi Mungu? Jawabu, inaweza kuwa, lakini je pia inaweza isiwe? Kwa hivyo nani atakujulisha kama hichi ndio kweli kinatoka kwa Mwenyezi Mungu au ni wasiwasi wako au ni shetani? Na atajua kitu hicho icho, labda umefanya istikhara mestahili kwa hivyo, unaweza kutarajia kwamba hiyo ni ujumbe kutoka kwa Mwenyezi Mungu, lakini hilo si jambo ambalo kwamba utaweza kupewa fatwa ya fikhi yani, mfahamiane? Hizo ni hali ambazo kwamba kila mtu anaweza akajibu kwa namna vyake, na yule mwenye kumjibu mwenye kujibu awe yule mtu anamjua kwamba mtu huyu ni mtu aina gani, mfahamiane, na yeye mwenyewe pia mwenye kujibu ana elimu ya kutosha. Mambo hayo ni mambo ambayo kwamba kwa hivyo, hakuna jawabu ambayo kwamba eh, ni moja na ya mtu mmoja, kama vile ambavyo kwamba kuna swali jingine hapa linafanana na hilo, nitakujibu inshallah. Kwa hivyo, utulivu, utakupata utulivu pahala, sababu ni nyingi, si lazima iwe kwa maana ujumbe kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Inawezekana ikawa ndio, inawezekana ikawa sio. Allahu tabaraka ta'ala a'lamu alamaa.